CCM oye! Uchungu wa mwana! Jumuiya ya wazazi, jumuiya wazazi oye! Oye! Kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza jumuiya ya wazazi katika tawi hili kwa uamuzi wenu wa kukienzi, kukilinda, kukishamirisha, kukipendezea Chama cha Mapinduzi kwa ufunguzi wa shina la wakereketo, hongereni sana <laughs> mimi nichukua nafasi hii kuwashukuru vilevile kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi kwenye uzinduzi na ufunguzi wa shina hili la aina yake katika kata ya Manzese, ambayo ndio shina la kwanza mimi kulizindua chini ya jumuiya ya wazazi, na nimepata bahati kama tulivyosema katibu mwenezi leo, jumuiya zote tatu nilianza kuzindua shina la jumuiya ya umoja wa vijana, nikazindua shina la, la wakereketwa la umoja wa kina mama UWT, na namalizia kwa wazee wenyewe, jumuiya ya wazazi. Mungu awabariki sana. Nimepokea risala yenu na maombi yenu kwa unyenyekevu mkubwa, tutayatafakari, hususan hayo ya vifaa ambavyo mnajihusisha sana, na sanaa. Tuangalie namna ya kuweza kushirikiana na nyie kuwachangia hapo mlipo kuweza kuwaongezea nguvu. Kwa hiyo hatuwezi kuahidi kuwapa zote lakini tunawaahidi kuwachangia. Mimi kama mbunge lakini pia naamini mheshimiwa diwani naye Mungu akimjalia ataweka mkono wake ili mweze kujikomboa kiuchumi kwa sababu ndio lengo lake. Chama cha mapinduzi kwa kuzingatia mwongozo wake 1981, unasisitiza umuhimu wa viongozi wa CCM kuwa na chanzo cha uhakika na halali cha mapato kama sifa moja ya msingi ya nini ya kuwa kiongozi wa CCM kwao pale, ambapo nakuta viongozi wa CCM wanapambana kuweza kujitegemea kiuchumi, ni jambo ambalo linanifurahisha sana. Na mimi kama mgombea wa ubunge na kwa kura zenu, mapenzi ya Mungu, nikawa mbunge, lazima niwaunge mkono katika eneo hilo. Na kwa kweli, kwa sababu namalizia hapa kwa ziara ya leo nataka nitumie nafasi hii mbele ya katibu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya hii ya Ubungo kuwaambia wana CCM na wananchi wa jimbo la Ubungo, Mungu akinijalia, wa ubunge wangu wa miaka mitano unaokuja utakuwa ni ubunge wa kusaidiana na wananchi katika eneo la kujijenga kiuchumi. Kote nilikopita nilikutana na vikundi vya wananchi wanachama na wasio wanachama wa CCM ambao wanahangaika wanajihangaisha kujipatia kipato, wanafanya biashara ndogondogo. Nilikuwa namwambia katibu wa kata ya Manzese kwamba miaka mitano ijayo, inshallah, kwa mapenzi yenu na kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, nikawa mbunge wa jimbo hili, nguvu yangu kubwa kwa kweli ni kwenye kuwapambania wananchi, kuwaunga mkono katika jitihada zao za kujitegemea kiuchumi na nitaweka mkazo sana kwenye mashina yetu ambayo mashina yote ndio zindua, sababu wataongea risala zote, lakini kikubwa sana ni juu ya shughuli zao za uchumi, na mbunge ukiwa mlezi wa chama hilo, ndio eneo la maana la kuweka nguvu. Nitaelekeza nguvu zangu sana huko. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa hilo, tutazingatia. La mwisho ndugu zangu, ili tuyafanye yote hayo, tunahitaji CCM, chama cha mapinduzi, kiendelee kushika dola. Tunaangaika yote haya ili hatimaye chama cha mapinduzi kifanye nini? Kishike dola. Njia ya dola ni moja tu, ni kura za nani? Za wananchi. Kwa ndugu zangu wana CCM, siku tatu nne zilizobaki kwa unyenyekevu mkubwa twendeni kwa wananchi tukawaombe wajitokeze tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi wakapiga kura. Lakini hatua ya kwanza wana CCM wote lazima wapige kura kabla ya saa nne mistari asubuhi ijae, wana CCM kabla ya saa nne. Baada ya hapo, twende tukawakumbusha wananchi waende kule, na katibu ameshatoa maelekezo vizuri, natuopeana maelekezo hapa. Tunataka safari uchaguzi huu uvunje rekodi juu ya watu kujitokeza kupiga kura kwa wingi, na hii ndio salamu ambao Mheshimiwa Rais mgombea wetu ametuachia jana alipokuwa anamalizia kampeni zake mkoa wa Dar es Salaam. Tulikuwa pale Temeke na mimi nilipata nafasi ya kuongea pale. Ametuelekeza, ametuomba watu wajitokeze kupiga kura, na ameambiza waziwazi kwamba swala la usalama mwachieni yeye, hakuna tatizo la usalama hali ya utulivu ni kubwa, kumejitokeza kwa wingi sana. Baada ya kuyasema hayo, tunazo mfano wa kura hapa, ndivyo itakavyokuwa kura zitakuwa tatu. Kura ya mama Samia itakuwa hivi hivi, tofauti pekee mtaanza na alama ya jembe na nyundo, chama cha mapinduzi, itafata spicha mbili za mgombea mwenza na mgombea urais Dokta Emmanuel Nchimbi na Dr. Samia, tutaona hapo na mwisho kutakuwa na tiki tiki. Hii inakukumbusha uweke tiki ndani ya Box ili kura isipotee hivyo hivyo kwa upande wa Mheshimiwa diwani itaanza chama cha mapinduzi itafata sura hapa ya kijana wetu sura nzuri hiyo halafu inapata tiki ndani ya box. Una tiki ndani ya box. Kwa hiyo kura ni tatu Rais mbunge na diwani kwa chama cha mapinduzi kata ya Manzese safari tunataka muongeze muongoze kwa kujitokeza na kwa kura nyingi mtakazo kwa sababu gani nyie hata kwenye kura za maoni kumchumakia kura nyingi sana mi na mwenzangu, kweli si kweli? Kwa hamna sababu yoyote kutokuongoza kwenye idadi watakaopigia kura system katika kata ngapi. mnaunga mkono hivi, mtafanya hivyo tukapiga kura? Asanteni, Mungu awabariki sana.